Sawa kwenye Samia Cup nipo na mchezaji si ndio? <laughs> kitaifa <laughs> mchezaji sio mchezaji tu, mchezaji ghali. Eh. Hey. Yeah. <laughs> Kutoka Kings. Eh, hey, liko wazi. Oho. Namba ngapi ndugu yangu wewe? Ah, mimi nimewaambia tu mambo yasiyo mengi, namba 13, mgongoni 18 mgongoni, hizo hey, zote ni namba zangu pendwa, lakini uwanjani sasa mimi nacheza namba yoyote ile kwa sababu si umo Eh. Wewe ni kiraka uwanjani. Mimi ni kiraka uwanjani sichagui popote na kuzibia vizuri kabisa. Sawa. Mm. Leo mmetoka draw. Of course mlianza kufungwa yeah, yeah, alafu yeah, yeah. Mkarudisha laba, kimbino, yeah. ki mpira, meona, ni mlizidiwa kimbino kimbinu au mchezo ulikuwa mgumu kiasi gani kiuhalisia? Watu ambao wameangalia mpira wameona kwamba goli tuliofungwa ni la bahati, yaani kiufupi ni bahati shandurute sisi tunahitaga kwa sababu ukiangalia kuanzia kipindi cha kwanza mpaka cha pili sisi ndio tulikuwa tunashambulia sema, kwenye mpira kuna bahati pia. Kwa hiyo wenzetu wamekuwa na bahati ya kupata goli, lakini sisi tumetengeneza nafasi nyingi, tumeshindwa kupata magoli mengi zaidi, lakini tumetengeneza nafasi si chini na nafasi tano yeah. naonekana watu fulani hivyo kuamini sana katika dawa, kwa sababu wakati wa break pale yeah. niliona Likiba kwenye goli kama kuna vitu hivyo na vimwaga. Ah, sasa kama dawa zingekuwa zinafanya kazi Sumbawanga, sasa hivi wangekuwa na timu ligi kuu hapo, wangekuwa wanachukua kombe kila mwaka yeah. Yaani, yeah. <laughs> Kiufupi mimi sijamuona kwanza lakini nachoamini, mimi naamini katika talanta, weka mpira chini, utulie. Uchawi bwana, ingekuwa ni shiriki kila, kila, klasi, Kigoma kule sasa hivi wangekuwa noma, Simba wangu wangekuwa noma. Kwa upande okay. mm. wako umekuwa ni mtu ambaye unapenda pengine kucheza mpira mara kwa mara kama mazoezi au ni leo tu, kwa sababu ya Samia Cup. Kiukweli mimi wakati na, nasoma wakati nakuwa niseme nilikuwa najua natakuja kuwa mcheza mpira, lakini baada ya kuja muziki katikati hapa mpira nikaachana nao kabisa. Kwa hiyo wanacheza kama hivi tukiwa na games zetu wenyewe na e, Samia Cup kama hivi, ndio unaniona uwanjani kidogo, si unajua tena okay. Yeah. so far uwepo wa Samia Cup unaozungumzaje? Tunaona mabonanza anaendelea, of course timu zinapambana, nimekuwa na vibe sana. Kwa upande wako unaionaje hii? Um, kwanza ni kitu kizuri, unajua michezo inatufanya kuwa karibu zaidi Ukiangalia pia timu nyingi ni, ni, ni wa, wadau kutoka uh, katika kiwanda cha sanaa. Kwa hiyo um, ni, ni, ni, tuseme tu ni mashindano ambayo yamekuja kutusogeza karibu zaidi kushirikiana na watu, kupata nafasi ya kukutana na watu tofauti tofauti, lakini pia kujenga afya zetu kidogo, kwa sababu uh, mwezi wa Ramadhani huu na, na Kwaresma ni miezi ambayo kidogo watu hawana heka heka, hawana pilika pilika. Kwa hiyo ni kujifanya, kufanya fitness pia na ku, ku, kutengeneza pia ujamaa. Okay. Yeah. Sawa, kwa upande wa burudani umekuwa ukiwapa mashabiki eh, back to back. Haupoi yeah sana, miezi eh, miwili unaachia kazi, miezi mitatu unaachia kazi. Of course huu ni mwezi wa tatu eh? Uh, ni mwezi wa tatu, tatu. Sawa, yeah. Uh, pengine kwa upande wako unategemea kuachia kazi mpya lini? Ah, uh, niseme tu niwaahidi mashabiki zangu panapo majali wa mwezi wa Ramadhani tu kiisha, nitawawekea collaboration moja ambayo walikuwa wanaitamani kwa muda mrefu na wamekuwa wakiiomba kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi niko kwa ajili yao, na baada ya mfungo wa Ramadhani na Kwaresma basi tunaweka kati. Nimeanza kuhisi hiyo kolabo uh -huh. sio Alikiba, watu wa hisia. hizo ni hisia sasa, sababu binafsi, miongoni mwa watu ambao unaitamani sana kolabo yako na Kiba lakini pia mashabiki okay. wengi pia wamekuwa kitamani kolabu yako na Kiba, basi sio Kiba peke yake basi. Yeah. Pengine mimi sija si, nimeshindwa kunyooka moja kwa moja. Uh, kuna wasanii wengi nimeshirikiana nao, na mimi nimekuwa mfuasi sana wa kupitia comments za mashabiki zangu wanataka nini. Kwa hiyo mimi najua kwa sasa hivi comments nyingi zimeangukia wapi, na naenda kuwapa kile ambacho wamekiomba. Sio hali ah, mimi sisemi Ramadhani, yu... uh, Ramadhani wacheishe kwa rizma wacheishe okay. eh. so, kama msanii na swali lako uh, swali muhimu sana kwako. Eh, Juskat kumekuwa na mada kubwa sana kuhusu wasanii kuimba live na vitu kama hivyo unaelewa eh? Lakini pia limekuja baada ya eh, Trace Awards kule Zanzibar. Yes. So far Vanilla ni msanii mkali sana, nataka uniambie kwa upande wako mm-hmm. Eh, nipe top 3 yako bora ya wasanii wa live hapa nyumbani ukijitoa wewe um, wasanii ambao wanafanya live hapa nyumbani ni wengi. Uh, lakini ukizungumzia kwa wasanii ambao wanafanya live performance nzuri na wamekuwa na hiyo consistency ya kufanya vizuri, uwezi uh, kaacha kumzungumzia Barnaba, ni mwimbaji mzuri sana wa live. Uwezi kuacha kumzungumzia Ali, ni mwimbaji mzuri sana wa live Ali, Ali Kiba uwezi kumwacha, ni mwimbaji mzuri sana wa live performance uh... ah, so nimekuambia watatu. Hapo Barnaba, Ali Kiba, bado mmoja. Kwa nini wasingekuwa wengi zaidi? Lakini anyway, um, hata Banana Zoro pia ni mwimbaji mzuri sana wa live. Kwa hiyo tuna wasanii wengi sana ambao wanaweza kuimba live vizuri kabisa yeah. sijawahi kuona Vanilla wakipiga live, maybe bahati mbaya tulipishana na hizo show. Au mipango yako ikoje katika show za namna hiyo kwa upande wako? uh, uh, ni kweli sijawahi kufanya performance ya live, vyombo vinalia, niko on stage nafanya lakini mimi binafsi nikijizungumzia uh, ni nathubutu kusema mimi ni moja kati ya waimbaji wazuri sana wa live, na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia heri, mwaka huu unaweza usiishe, mashabiki zangu na wapenzi wa muziki wakanishuhudia pia katika engo hiyo, naamini wataenjoy sana yeah. La mwisho kabisa, wewe ukisikia mtu anasema huyo msanii ni banapua, wewe unawaza ni msanii wa yani, unawaza kitu gani msanii anaye banapua? Mtu akiniambia au msanii ana banapua ni msanii anayeimba, amefanya hivi, yaani ni kwamba anaimba ameshikilia pua, ndio ndo mbana pua. Lakini as long as ni kwamba anaimba comfortably ameshika mic yake au anaimba tu bila kushika kiungo chake chochote kinachohusiana na pua, basi huo ni mwimbaji. yeah. <laughs> Asante Vanillah, shukrani.